zake hekaluni nini, anasikia mikondoo mwanangu, inalia karibu na hekalu be, huku mwanangu unasikia, oya, wanataka kubadilisha hela. Oya, hela, hela, wewe mwanangu, hela, wanabadilisha hela. Mwana wa Mungu akaona, imekuaje? Je, mwanangu, mbona sielewi? Ile mwana wa Mungu anaingia hekaluni, anakuta mawinga wako kati, oya, nji wa bei raisi, oya, kondoo, ah, mwana wa Mungu akaona sio kweli akazingua mwanangu, akabinua mi meza ile, kawatoa nduki kinoma, watu wote nduki pale, watu wanauzana. Je, dawa ya mwanangu, kama hii ndio nyumba Baba yake eh? nyumba Baba yake hataki masiaha, hataki mieyusho nyumbani kwa Baba yake mwanangu, binua mi mi nani meza kubadilishia fedha, tupo kule. Afu akamwambia wewe, nyumba babangu itakuwa nyumba ya sala, narudia tena, nyumba babangu itakuwa nyumba wale jamaa walikuwa wamefanya miayusho hawajafanya. Ila na sisi tunazingua mwanangu nakuta mtu anachati kanisani mwanangu. Ni sawa, tuna wale wa mawinga walikuwa wanauza kondoo kule ujue. Wa mtu amekuja kanisani lakini wanachoongelea kanisani wezi, amini unaambiana mwanangu we, muona mtoto na ni nyumbani mwa Bwana, nyumba ya Baba itakuwa nyumba ya sala wanangu. Umeona? Watu wako kwenye nyumba ya sala lakini anamsema mtu ujue, nyumba ya sala. Mtu yuko kwenye nyumba ya sala, lakini anampiga mtu mzinga, anajua kabisa anamdhulumu kwenye nyumba ya sala wanangu. Oya wanangu, nyumba ya Baba yetu itakuwa nyumba ya nini wanangu? Jesus, mwamba sio mwamba